Naona kitabu kadogo hiki hiki, si kitu chepesi kwangu. Kwa nini? Kwa sababu kinawakilisha kazi kubwa. Ukiangalia hapa, hizi tabs, kila moja inawakilisha mada nyingine ya njia ya Yesu Kristo. Nafikiri kuna karibia mia moja labda. Na kipindi nilipokuwa misionari, nilikuwa na muda wa kusoma uh, kwa saa nzima kila asubuhi na katika wakati huo, nilikuwa natafuta katika maandiko matakatifu majibu kwa maswali yangu, ufunuo ambao ungeweza kunisaidia maishani mwangu, na niliweka mistari katika kitabu hiki ambacho nilizani ingeweza kunisaidia. Kwa hiyo, um, mimi ninaweza kushuhudia kwamba kusoma neno la Mungu kinaweza kukubariki sana maishani mwako. Ukichukua muda angalau dakika chache kila siku, baada ya muda utaweza kuona matokeo makubwa, na itakujenga kiroho. Utaweza kutambua ukweli, utaweza kutambua ukweli kabisa. Tukisoma Timotheo wa, tukisoma Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa kumi na sita inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. 17 ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mimi nashuhudia kama ukisoma neno la Mungu na ukijitahidi kulielewa na ukisi, uki, ukilisoma vizuri, utaweza kupata hizo baraka ambazo zimetajwa mle katika kitabu cha Timotheo. Kwa hiyo mimi nimependa kuangalia hiki, imekuwa muda kidogo tangu nilipokiangalia um, na nimependa tu nikifungua niki, ninaona andiko na ninaweza kujifunza ninaweza kukumbuka mambo ambayo niliyajifunza zamani. Kwa hiyo nafikiri siku zingine nitakuwa nafungua hiki kitabu tu mbele yenu tu, nikitafuta maandiko ambayo yanaweza kufaa kwenu kuwasaidia nyinyi, na ninaamini kwamba Mungu ataweza kuniongoza um, ninaamini kwamba kwa sababu nimepewa hii nafasi mtandaoni inabidi nitumie ni vizuri, na nitakuwa najaribu kufanya hivyo. Um, kwa hiyo Mungu awabariki sana, muwe na usiku mwema na musome neno la Mungu mupate ushuhuda mkubwa wa yale ambayo Yesu na wanafunzi wake na manabii wake wameweza kutufundisha. Asanteni sana, Mungu awabariki.